Kwa Bwana. Hebu kwanza niandalie kitabu ya katekismu hapo ya Katoliki. Nimeshajua imani ya mzee, nipee kitabu ya katekismu ya Katoliki iwekwe hapo, mtu mmoja ashughulike. Katekismu ya Katoliki iwekwe hapo Mzee. ngoja nikuoneshe mahali kwenye hiyo maneno unaweza, si katika Biblia hiyo maneno, mahali kwenye imekuchanganya. Uko na katekismu? Naam. Ukurasa wa 31. Naam. Inasemaje? soma kwanza, kwa ngozi kisha usome ukurasa wake. Inasemaje? Hivi katekisimu ya maswali na majibu eh? Uh-huh. inaitokana na katekisimu ya kanisa Katoliki. Kumbe hiyo ndio ambao wa Katoliki wanaamini, sasa wanaaminije? Soma. Nasema, eh eh, Bikira Maria, uh-huh. anana anana... sana. Anzia hapo, tunampenda sana Maria, hapo ukurasa 31 1, unajua katekisimu